Waheshimiwa wajumbe, na mimi nataka niende kwenye, nichaguliwe nish, nish, kwenye kacheo fulani nchi hii sawa sawa, nataka nami nichaguliwe kwenye kacheo fulani nchi hii, na nyie mnataka mchaguliwe kwenye kacheo fulani nchi hii, wote tunataka tuchaguliwe. Kwa hali ilivyo hilo linawezekana ama haliwezekani? Tufanyeje? Wamesema kitu kimoja, kitu sahihi hapa. Wamesema kitu kimoja sahihi hapa. Wanasema hivi, msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli, ni kweli kwa sababu tunasema, tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi. Hiyo ndiyo namna ya kupata mabadiliko.